Viongozi wa vijana kaunti ya Kilifi wakiongozwa na mwaniaji wa kiti cha wakilishi wa wanawake Bi Fatuma Ramadhan wameonyesha kuunga mkono vijana wanaojitokeza na kujitosa kwenye siasa ndani ya Kilifi na taifa kwa ujumla. Ruto party walienda wakapeleka rali. Uh, sasa hawasemi ODM, wanasema broad based government, wako na candidate wao kule, walipeleka rali na DCP vile vile walipeleka rali. Sisi kama vijana, as we speak right now tuko na mipangilio ya kwenda kule uh, Magarini kumsupport kijana mwenzetu. Mimi kama women rep wa vijana wenzangu na kina mama na watu ambao wanaishi na ulemavu, nimeongea na Amos, nikamwambia kwamba kuwa na sensitize vijana. Kama unavyoniona sasa, kuna vijana wenzangu, au ni vijana ambao wanatoka zile sub county saba za hapa Kilifi. Nimeongea nao wenyewe, wanajua kuwa ile siku ikifika. Ninyi si watu wa vitandaoni, sio Mtaona tumefika kule Magarini na tume, tumempa shavu kijana mwenzetu ili aende akawe mbunge pale. Amos Katana akienda akiwa mbunge pale Magarini atatufungulia nafasi nyingi sana sisi za kuweza kudream big na kuweza kuendelea viongozi hata in 2027 mweza shangaa, tuna jenzi pia gavana anatamani ile nafasi ya pale na tukamsupport, sio? Hiyo inawezekana kwa sababu again sisi ndo the majority. Kwa, so msione kama labda Amos tumemtenga. Tumekuwa in conversations with him, Magwana amekuwa akiongea naye, mimi nimekuwa nikiongea naye, nauliza vipi Magarini? Vipi? How can we help? How can we be involved? Na akatuambia. Kwa hivyo siku ikifika hii wiki haitaisha. Mtaona tumefika kule, vijana wengi in big numbers kumsupport kijana mwenzetu, na si tu kumsupport kijana mwenzetu ati tuwatoe wazee kwenye uongozi kabisa, hapana. Najua kumekuwa na conflict sana kutoka uongozi wa ngazi ya juu kutoka huko Nairobi, oh, za tu na hizo kaunti zote za Kenya za kwa oh majenzi ama ma youth wanataka kukika watu wazee kwenye kwenye sehemu zao za kazi tuingie sisi, hapana. Sisi tunafaitia tu position yetu ya kuwa, nyinyi mliingia mkasava wazazi wetu, na pia sisi tunaomba tuingie tuweze kusava wale wadogo wetu na mama zetu, sababu sisi ndio tuwaona mama zetu akiteseka, sisi ndio tuwaona vijana wetu akiteseka, hawana nafasi ya kazi, baba zetu akiteseka, hakuna makampuni ya kufanya korosho hapa Kilifi kama sisi hapa Kilifi North hatuna kampuni. Vijana wengi wameingililia kwenye bodaboda, wasichana tutafanya nini? Aidha kusaa kuolewa, maana hatuwezi kupeleka bodaboda sisi wasichana, ama hata kama wanaweza, sisi sote tunaweza kuingia kwenye bodaboda. So, tumeona kuna umuhimu wa sisi vijana kuingia kwenye uongozi ili kuweza kufungulia nafasi vijana wengine. Ndio maana mimi kama Fatuma Ramadhan nilikuwa naiomba ile nafasi ya women representative. Wameonyesha kufurahishwa na Amos Katana ambaye amezidi kumpigia debe kwenye uchaguzi mdogo wa Magarini wakikiri wako nyuma yake kuahidi kutembea naye bila uoga wowote. Bana, unajua tumekuwa na kasumba sisi hapa Kenya, ama hata nchi zingine, tunaweza sema ukisimama mahali mtu unajiambia wewe, mimi ni kijana na vijana ni taifa la kesho. Okay, wewe kama kijana ni taifa la kesho, lakini je, unajipanga vipi kuhusu hiyo kesho ambayo unaizungumzia? Sasa hiyo kasumba ndio sasa, pia sisi vijana sisi kama majenzi tumeamua ku step up right now, tuzime hiyo kitu kabisa ya kusema kwamba vijana ni taifa la kesho, kwa sababu wale ambao tunawategemea watupatie hiyo nafasi ya kwamba sisi tuje tuvune tu, tu, ile kesho ambayo tunasema hawatupatii hiyo opportunity mm. Naona sasa tumeamua ku step up sisi wenyewe as youths na kujipanga kwetu sisi si, kwa sababu tunataka kurali behind hao viongozi wenye wako ama tuweke viongozi wengine hapana. We are ready to support any youth mwenye ata step up, yeye aseme mimi ni kijana mwenzenu na natafuta uongozi. Kwanza nataka ku build trust yangu na kijana yote ambao atasimama ata, ata kutafuta uongozi hapa Kilifi ama hata kwa Kenya nzima kwa ujumla mm, kwa sababu moja kubwa ambayo naweza kuisema kui, kui hapa siku ya leo ni kwamba mimi kama kijana nikisema nataka kupigania uongozi. Najua mimi bado niko na maisha marefu sana ya kuishi huko mbele. Anza ni kisimama na vijana, nawambia, nawauliza kweli uko tayari kusimamia hiki kitu? Kwa sababu we most of the youth in Kilifi County are very vocal. And the vocalness hii yenye tuko nayo it's really giving these politicians pressure. Sleepless nights. Wanakaa wanafikiria, can we even call this youth, tukuje tujaribu kumanipulate mm. ama kumcompromise in any way. Lakini sisi kama vijana ama niseme wale ambao wako na azma ya kusimamia nyadhifa mbalimbali 2027 kabla utangazi unasimama, kuwa uh, na msimamo ujue ni nini na ni kwa nini unapigania kile kiti. Usisimame kwa sababu it's a trend of the youths, the gen z of Kenya wanting to take the government no, unafaa ujue ni njia gani ambayo utatumia ili pia kushinda kile kiti because most politicians wenye wako sahihi have really looted a lot enough for them to even buy the seats coming 2027 well. Na sisi vijana ndo tunapitia shida nyingi huku Kilifi, na kama wewe kijana, you'll just uh, sacrifice your own interest for the interest of watch interest za watu mia moja ambao wamekupea trust na wamekuamini in this journey, hiyo itakuwa mfano mzuri, na pia itatoa that, that trust kwa community ya kuwa kama vijana wanasimama wanapiga kelele alafu at the end of the day wananunuliwa, haitakuwa picha nzuri kwa jamii na kaunti ya Kilifi. Nikiripotia kutoka kaunti ya Kilifi, niite Enrico Karisa.